Akizungumza kuhusu mkakati wa kuendelea kuongeza vivutio vya utalii katika hifadhi hiyo, Afisa Uhifadhi Daraja la Kwanza Bruno Assey amesema, tuna ujenzi wa eneo la cottage ya watu mashuhuri ambao tunaita VIP cottage, ambao pia bado unakamilika mwaka huu huu na mkandarasi bado anaendelea na shughuli. Inamaanisha kwa sasa hivi yuko katika hatua ya mwisho, yuko asilimia tisini ya ule mradi wa kujenga eneo eneo la watu mashuhuri ambao wanaweza kulala lakini sio watu mashuhuri tu, inamaanisha ile itakuwa VIP cottage. Kama mtu atahitaji kulala pale anaweza akaja akakodi nyumba kama yote akafanya utalii, ile itakuwa pia na kila kitu ndani. Maafisa uhifadhi wa hifadhi hiyo wameeleza vivutio mbalimbali vilivyopo katika hifadhi hiyo. Hifadhi ya Taifa ya Kisiwa cha Rubondo ni eneo muhimu sana kwa wale wageni ambao wanapenda kuona ndege. Tuna species zaidi ya 200 za ndege humu ndani. Tuna ndege wa amao na wasiohama. Pia kuna utalii wa mchezo wa kuvua samaki. Huu ni utalii ambapo mgeni anapata fursa ya kuenda kuvua samaki ziwani, ambapo atavua samaki, atapiga naye picha, alafu baadaye atamrusha ya ziwani. Wananchi wanaozunguka hifadhi hiyo wamekuwa na mchango mkubwa wa mafanikio hayo na wametoa mapendekezo yao. Mimi nilikuwa naomba watu wa hifadhi ya Rubondo wanaotuzunguka maeneo yetu, nilikuwa naomba semina katika shule zetu za sekondari. Kwa hao vijana wanaohitimu masomo yao form four, wengi wanakosa ajira. Angalau mtujengee viwanda huko pembeni pembeni, kwenye vijiji vyetu, angalau viwepo viwanda vya samaki, viwanda vya juisi. Unaona hii misitu tunayoilinda hapa haina faida, hapa Rubondo tu haina faida hapa. Uh, kanda ya ziwa peke yake ina faida duniani kote hizi maliasili wanyama na mimea tunayoilinda huku ndani, ndio maana wageni wanatoka huko wanakuja kutembelea kutoka hapa ndani ya hifadhi ya kisiwa hiki cha Rubondo. Mimi ni Mrisho Sadiki.